Step ya kwanza unaingia kwenye browser yako, kama ni Chrome, Opera mini au Safari kwa watu wa iPhone, ila browser yayote ambao ulao kwenye simu yako au kompyuta, unaingia hapa, una search Luka design. Baada ya kusearch, unaingia kwenye hii website. Hii website ndio itakuteleza hizo logo au unataka limaneno ambayo ya kuweka kwenye ufe mwyo mwenyewe utaangalia, ila hata logo hapa, unapata logo za aina mbalimbali, kutokana na design utauipenda. Tunaingia hapa, ukifika hapa, unaambiwa kabisa ingi, ingiza jina la kampuni yako ambayo unataka au kama ni brand yako, chochote ambacho unataka uitengeneze logo, naandika mbili mfano hii chaneli yake nataka nitengenezie logo yake. Kwanza nitengeneze hapo, baada ya kuandika hilo neno, nataka utengenezie logo, unabonyeza hapa get started. Baada ya hapa hivi itachakata ikisha chakata ikisha chakata, saa hapa hivi utaangalia industry yake, unataka ya nini.

Hapa sasa utataka unataka ziwe na wanyama ziwe na vitu gani? Wewe mwenyewe sasa utaangalia unapenda iwe ya nabda gani. Mfano mi napenda za mzunguko au na skip, na skip ili nichagua zije zije random. Ehe, hapa pia utachagua kala, mfano mi napenda kala nyekundu nye hapa hivi utachagua tena, unataka slogani kwenye ya kampuni yako. Hapa kwa mfano unaandika mbili aali mbili tano tano baada ya, ya kuchagua slogani kila kitu, yaani hapa hivi zimekaa kwa mtiririko. Baada ya kumaliza slogani na, na jina la nini, unaingia sasa, zinaanza kufunguka logo ambazo utazihitaji, unaanza kujichagulia hapa. Hivi logo zimeanza kufunguka sasa, mwenyewe utaangalia unataka ya mfumo gani.

Zimefunguka logo za aina mbalimbali. Sasa mwenyewe unaangalia, umependa ya namna gani? Hana, nimependa hii. Baada ya kuchagua ambao nimeipenda, so, unaweza unaeza customize hapa hapa. Mfano hivi nimeichagua hii logo yenye na jina Bii hapa ikifika hapa hivi inaonyesha jinsi itavyokuwa kwenye, kwenye makapeti itavyokuwa kwenye simu kwenye website yako kwa hiyo hata kama umetengenezea kampuni hapa ikija kirahisi tu hapa unachagua hizo zitavoonekana kwenye dalili kwenye dalili mbalimbali. Kwa hiyo ita, ita kwa itakuwa rahisi wewe kutumia hiyo kampuni yako kwamba logo itavyokuwa kwa namna hii ya kuwa rahisi. Baada ya hapo, unakuja una download hapo.